Na changamoto ambayo inazungumziwa hapa, ambayo imekuja na barua nazo, na tukaanza kuyafanyia kazi, lakini kumekuwepo na kutokuridhika kwamba mpaka ukae wapi. Kwa kero kubwa ambayo nimeipata toka nimekuja ni mpaka, lakini sasa changamoto zipo ili tuweze kushughulika nazo, changamoto zipo ili viongozi tukishikiana na wananchi tuweze kuzifanyia kazi, na kwa kweli umgogoro wa mpaka kati ya Madamigha pamoja na Ifombou ameshakuwa mtu mzima sasa hivi, kama alikuwa ni binadamu, kaishaoa ana watoto, na kwa kweli si kama serikali, naona kwamba ifikie wakati tufikie ukingoni. Ifombou gunto Singida gunto cha kwanza, tumegombana tumego, tumego muda mrefu sana ambaye hata Mungu mwenyewe apendi Allah apendi jambo hili. Nataka tuishi kwa amani na utulivu. Na dini zenu zote zatufundisha kuwepo na amani na utulivu. Cha kuwapongeza watu wa Madamigha pamoja na Ifombou hamjawahi kumwaga damu. Naomba mjipigie makofi. Ni jambo kubwa sana. Mmeweza kuvumiliana. Maana mimi sikuwepo enzi hizo, si ndio? Lakini miaka miwili ambayo mimi nimekaa hapa miwili tumesimamia hiyo amani, ni ni jambo jema uo uvumilivu tuendelee nao, kwa sababu tunalifanyia kazi sasa. Lifikie wapi? Ukingoni, ndugu zangu. Mwisho wa maisha haya tunaenda kwa Mola. Kwa mola tu tutagombana, alafu inakuwa nini tena? Amani jambo la kwanza kwao hilo. Mi naomba niwapongeze, mjipigie makofi, mjipigie makofi usimamiwa amani. La pili tunafanyaje sasa? Cha kwanza, ndugu zangu, kwa sababu ni mpaka ni mpaka na mipaka yote hiyo miwili ambayo tumeisemea wote, tunapigana nayo, au anapinga hii au anakubali hii. Sasa wataalamu wetu, idara yetu ya ardhi, wanatuambia waone hiyo malalamiko ya hiyo hiyo mipaka hiyo, wajue ha ni mpaka huko kuanzia hapa mpaka hapa, ndio ambao wanatuletea nongwa, wajue hapa mpaka hapa na kujua ukubwa wa hilo eneo, tukilijua hilo eneo lilivyo na kujua mpaka huo ambao anaingia uko wapi, tutafanya uchambuzi ya kinifu kuanzia hapo, na kuanzia hapo tukakutana tena viongozi hawa, ili tuweze kujua tunafanya nini kuanzia hapo. Na utatuzi wa mgogoro huu utakuwa utatuzi shirikishi wa kushirikiana wote, wakati wote wataalamu mkija hakikisheni moja, mnapotembea kujua ukubwa la eneo, lazima viongozi wa vijiji vyote, mwenyekiti wa Ifombou anakuwepo na serikali yake, mwenyekiti wa Madamigha anakuwepo na serikali yake, mheshimiwa diwani anakuwepo kwa upande wa Madamigha na upande wa Ifombou, viongozi hao, mtendaji wa kijiji anakuwepo wa Madamigha na wa Ifombou naye anakuwepo na ninyi mnakuwepo na afisa tarafa tofa nini atakuepo ili tuone kwa macho wote kwa kushirikiana. Lengo la serikali ya Dkt. Samia Suluhu Hassan ni kumaliza huu mgogoro, hauwezi kukaa miaka mingine tena mingi. Leo ni siku ambayo tupo kazini, kesho ni Christmas, si ndio? Ijumaa ni siku ya pia Christmas, Jumamosi kuna Jumapili, Jumatatu kazi hiyo ianze, tuzisubiri muda mwingine tena